Haya nayo yatamka, CCM ni chama imara kuliko chama chochote Afrika, chama chenye uwezo wa kujisahihisha chenyewe, chama chenye nia ya kumsaidia mwananchi mnyonge. Leo tunaweza tukaona, kila mmoja hapa anaona yaliyofanyika, tuko imara kuliko wakati mwingine wowote. Narudia tena kusema tutashinda jimbo la Tunduma, jimbo kuanzia mbunge ambaye ni Silinde. Tutashinda madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Watu wanajiuliza mbona mwamba anajiamini sana? Wanasema ufalme wa Mungu usikwa na wenye nguvu, wenye nguvu ndio sisi, sawasawa. Jamani, ufalme wa Mungu usikwi na watu dhaifu. Kwa hiyo tuko imara kuliko wakati mwingine wowote. Haya tunayasema leo, ndivyo atakavyokuwa mwezi wa kumi. Madiwani wangu simameni hapo, nawaona nyinyi, ndio mmenisaidia hii kazi. Nyinyi ni watu imara, ninawaheshimu na ninawapenda sana. Kazi ii ni matokeo ya usaidizi wenu katika kipindi cha miaka mitano. Ongereni sana, na tutaendelea kupiga kazi pamoja. Simba limezungumza, hakuna atakayepinga. Sawa-sawa. Tunduma oye! Tunduma sasi! Mwenyekiti wa halmashauri yuko hapo, mheshimiwa. Mtu makini kabisa yule pale, mmemuona pale, jembe. Mpeni kuhusu dugu yangu Mlimba, mtu makini, unaiweza kazi. Tunduma hii tumeikamata na tutaendelea kuikamata, sawasawa. Mzazi wekaa kwa kutulia baba, mtu asikutishe bwana. Naomba niseme, kwani upande wa pili kuna watu wanazungumza huko, hawa watu walioshindwa naona mnachekacheka kwa sababu mnatabasamu, si ndio? Niwaahidi, mtaendelea kuwalinda. Hii vita mi naiweza. Jamani, kama kuna mtu anapenda vita basi, ni David Ernest Silinde. Mimi napenda vita kuliko kula, mnaelewa jamani. Na wakati wa vita umerejea, wakati wa vita ni sasa. Wakati wa vita tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi tutakuwa tunaimba kidedea, na safari hii niwahakikishie, hatutaweka ng'ombe peke yake. Tutakwenda maliasili na utalii, tutaumba nyati tuichinje kisawasawa Tunduma we. Nyati ni ng'ombe mkubwa, sindiyo? Nitaomba maliasili Tunduma mtakula nyati, mendelewa Tunduma we. Tunduma, safi mpo vizuri eh? Mpo vizuri sawa. Sawa aa tulieni, tulieni, tulieni, tulieni. Ninachowaomba kwa umoja wenu tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi, la mama tumelimaliza, sindio jamani? Nasema hivi, hii ngoma ina wenyewe, na wenyewe ndio sisi, sawa sawa. Hapa Tunduma hakuna mbabe, hakunaga watawala wawili, kuna ni watawala wawili, mtawala ni huyu. Nitawanyosha kuliko kipindi chochote, sina utani kwenye hili. Hawanizidi kwa chochote, na tunawazidi kwa kila kitu. Mnaelewa hili? Jivuneni mbele kwa mbele, semeni na mbunge imara anayefanya kazi kwa maslahi ya wananchi wa Tunduma, bilioni mia moja kumi na tisa. Wewe oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii ndiyo Tunduma, siyo ile ya kufikirika. Wale wanaoishi kwa historia watakiona mwaka huu, historia tulishafuta kabisa. Bae, baba, ni kwa hilo baba, nikuhakikishie tu. Mfikishie salamu Dokta Samia Suluhu Hassan, tuko imara, tunajiamini, tuna kuna nguvu, kuna uwezo, na Mungu ametupa kitu kimoja, bado ni vijana, na tuko tayari kufia chama chetu, Chama cha Mapinduzi.